Msanii Gachi anaonekana kutofurahishwa na namna ambavyo watu wamekuwa wakimfananisha na msanii mwenzake Zuchu hali ambayo inamfanya kutofanya jambo lolote analojisikia. Ya sitaki kufananishwa naye, sitaki mnikome. Kwa hiyo nisivae ninachojisikia. Nisijidress ninapojisikia kwa sababu ya mtu fulani. Yeye ni nani? Yeye ni Mungu mtu au mnikome? Sitaki. Hai? Hey? Mmeazimisha tio hao afanani naye, anafanana naye. Sitaki. Kuna sehemu nishie kuambia mimi nahitaji kufanana naye. Au nahitaji kufananishwa naye? Hesabu tuheshimiane bwana. He? Ah, vipi was yani I say msijana like, msini ah sitaki kabisa upumbavu. Yani uh, kabi ni yani, yani nani aswa? Paka... I mean e, yani ni nani? Mpaka msikilize manager. Eti wewe hajafanana naye hata kama sijafanana naye au nimefanana naye. Yani ni nani? Haya. Yani mimi comment zenu hazinibabaishi. Tena mnikome. Aline, likina, mnikome. <coughs> Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya shughuli zangu na kazi zangu. Basi zinazonihusu <coughs> hapa basi mambo mengine sitaki kabisa kuharibiana na Sitaki kabisa wa kwanza watu kwanza, wa comment wanakuwa wachunganishi sana, wachunganishi sana, achini midomo. Mimi mwenyewe na mdomo vile vile sijatuma